ba uchunguzi wa maiti ya Sherly Achieng', msichana aliyepigwa risasi na afisa wa polisi mtaani Huruma hapa jijini Nairobi, umebaini kwamba alifariki kutokana na majeraha ya risasi kichwani. Na kama anavyoeleza mwanahabari wetu Franklin Wala, wasiwasi umeibuka baada ya kubainika kwamba risasi iliyomuua Sherly haikupatikana wala haijulikani iliko. Baada ya saa mbili Daktari Grace Midigo alithibitisha Sherly Achieng', msichana wa umri wa miaka 21, alikufa kutokana na majeraha ya risasi kichwani. Risasi hiyo ilipasua viungo muhimu vya kichwa. Kinachostaajabisha ni kuwa risasi yenyewe haikupatikana na kufika sasa haijulikani iliko. Familia yake ina wasiwasi kuhusu mwelekeo wa uchunguzi wa kumtambua afisa wa polisi aliyemuua pamoja na bunduki iliyotumika.

Hofu yao ni kuwa kuna uwezekano wa njama ya polisi kuficha ushahidi na kuvuruga uchunguzi. Sasa jamaa za Sheril na washikadau wengine wanataka swala hili kuchunguzwa kwa kina. Sheril, tumeomba tu ni justice ya Sheril, haki yake. Yu Sheril bado alikuwa mtoto mdogo, bado alikuwa mtoto mchanga. Sasa ni haki yake tu ndio tunataka. Personal responsibility must be brought.

Sherly alipigwa risasi Jumamosi jioni kwenye vurugu iliyohusisha polisi na vijana mtaani Huruma, Nairobi. Kwenye vurumai hiyo, polisi mmoja aliyejihami alifyatua risasi na kumuua Sherly ambaye alikuwa kwenye shughuli za kumsaidia mamake kutafuta riziki katika kibanda cha kuuza samaki. Mamlaka ya IPOA ni miongoni mwa asasi zinazochunguza kisa hiki. Franklin Wala, runinga ya Citizen.